Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola imefanya operesheni katika mikoa ya Dar es Salaam, Shinyanga, Tanga, Songwe, Mbeya na Arusha na kufanikiwa kuzuia tani 14 za kemikali bashirifu zilizokuwa ziingizwe nchini kinyume cha sheria, kukamatwa pakiti kumi za pipi zenye uzito wa gramu 174.77 zilizotengenezwa kwa kutumia bangi kukamatwa gramu 4,568 za dawa mbalimbali za kulevya, kuteketezwa ekari 178 za mashamba ya bangi na kushikilia magari saba pikipiki piki tano na bajaji moja, vilivyohusika kwenye uhalifu huo. Jumla ya watuhumiwa 35 wanashikiliwa kuhusiana na matukio hayo. Hayo yameelezwa na kamishna jenerali wa DCEA Aretas Limo akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, katika kipindi cha mwezi Machi hadi Aprili 2025.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 ili kubaini mitandao zaidi ya usafirishaji haramu wa kemikali bashirifu zinazoweza kuchepushwa na kutengeneza dawa za kulevya. Katika operation zilizofanyika katika mkoa wa Mbeya, tulimkamata Herbert Kwila raia wa Uganda mwenye hati ya kusafiria namba B00132399 na mmiliki wa kampuni ya Hoxwell Lux Tualimo akiwa na pakti kumi za pipi zilizotengenezwa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 Ukamataji wa pipi hizo unabainisha kuwepo kwa mbinu mbalimbali mbali fiche zinazotumika kusafirisha na kusambaza dawa za kulevya ili zisitambulike kirahisi. Kitendo cha kutengeneza pipi zenye kiwango kikubwa cha sumu aina ya THC ni ushahidi wa aina ovu ya uhalifu kulenga kuharibu vijana ambao ndio nguvu kazi ya taifa. Aidha, katika tukio jingine, mkoani Mbeya tulikamata kilogramu elfu moja mia sita hamsini na nane za skanka na kilogramu mia moja ishirini na mbili nukta saba za bangi zilizokuwa zinaingizwa nchini kutokea nchini Malawi. Operations zilizofanyika mkoani Dar es Salaam zilifanikisha ukamataji wa kilogramu mia mbili ishirini nukta sita saba za dawa za kulevya aina ya skanka katika kata ya Chanika zikiwa zimefichwa chooni huku kilogramu kumi na moja zikikamatwa kivukoni eneo la ukaguzi wa mizigo kwenye bandari ya kuelekea Zanzibar. Aidha, katika operations zilizofanyika katika mkoa wa Arusha, Tanga na Manyara tulikamata kilogramu mia saba thelathini na tatu nukta saba nne za dawa za kulevya aina methamphetamine kilogramu tisini na moja nukta sita mbili za heroin mia sita sitini na mbili nukta nane nne za mirungi zilizoingia nchini kutokea nchini Kenya kilogramu mia moja kumi na tano nukta sifuri tano za bangi pamoja na kuteketeza ekari mbili za mashamba ya bangi. Vilevile vile, operesheni zilizofanyika katika wilaya ya Uyui na Nzega mkoani Tabora zilifanikishwa kukamata kwa dawa za kulevya aina ya bangi kilogramu mia nane arobaini na tano na kuteketeza ekari mia moja sabini na sita za mashamba ya bangi. Kadhalika, kilogramu tisini na nane, nukta tatu tano za dawa za kulevya aina ya bangi zilikamatwa katika operation zilizofanyika wilaya ya Kahama na Shinyanga. Udhibiti wa dawa za kulevya na kemikali bashirifu uliofanyika umezuia athari kubwa ambazo zingejitokeza kiafya, kijamii, kiuchumi na kimazingira ikiwemo kuongezeka kwa dawa za kulevya mtaani. Pia ukamataji huu umesaidia kuokoa nguvu kazi ya taifa ambayo ingeangamia endapo dawa hizo zingeingizwa mtaani. Tunatoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na mamlaka kwa kutoa taarifa mapema wanapohisi au kuona uwepo wa shughuli zinazohusiana na biashara, utengenezaji na uzalishaji wa dawa za kulevya katika maeneo yao, kupitia kituo chetu cha taarifa na huduma ya kupiga namba bure moja moja tisa. Vile vile tunawahimiza wazazi walezi kuwa makini na kufuatilia kwa karibu mienendo ya watoto wao, ikiwa ni pamoja na kuwaasa kujiepusha na mazingira na sababu zozote zile zinazoweza kuwaingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Pia tunazikumbusha kampuni zinazojihusisha na biashara na matumizi ya kemikali viwandani na kilimo kuzingatia matakwa ya kisheria ya nchi na kuepuka kushirikiana na magenge ya kihalifu kusafirisha kemikali bashirifu ambazo zinaweza kuchepushwa na kutengeneza dawa za kulevya.